Wanachama wake kwamba sisi hatuchezi dabi, na wao wamemwambia, ukikubali kucheza dabi huko tutakutoa hapo Jangwani. Anajua hilo, kwa hiyo msimamo, hawachezi dabi. Sasa sheria ya ya ya, ya, ya bodi ya ligi tayari ishaweka kwamba dabi lazima ichezwe tarehe 15, yeye Yanga hataenda, asipoenda, sana jana pointi zote tatu na na pointi 15. Sasa hapo ofi na kuwa vipi? Kwa Yanga wamekalia kuti kavu. Yanga wana wakati mgumu katika mtu ambaye anamtiani mzito ni rais wa Yanga. Yeah, kawaaminisha kwamba hata atapeleka timu uwanjani, watu wanachama, watu wanajua hivyo yeah. Bodi ya ligi kisheria, narudia tena kisheria tena, wao likimbilia kasi, watu wakanyamaza kimya, wameshindwa kwambia ngoma iko ndonyuke nyumbani hapo, mali za nana nayo na jamaa fasta, bila kuchelewa mpaka tarehe 15. Hawana imani, lakini mchungaji, hiyo ni shauri yao. Tarehe imepangwa, waje wasije, wawe na imani. Mbona ligi wanacheza? Ligi wanacheza ya Kenya na Tanzania Ligi ya Tanzania wanacheza alafu unasema wana imani na, li, na bodi ya ligi. Ni vituko hivyo. Yaani wewe una imani tu ya dabi. Lakini mechi zingine unacheza. Ni mambo ya ajabu hayo. Ni kwamba Yanga lazima aje acheze dabi siku ya tarehe 15 Juni. Lazima aje acheze. Mm. Wacheze, mm. wasicheze. Wewe unanielewa? Tarehe imeshapangwa. Waje, wasije. Sisi tunachoomba kwamba si yani wewe ndio waamue. Mm. Waje, wasije. Sisi tunahitaji pointi tatu za ubingwa. Mm. Kwa hiyo wamekuja wakuja sasa tuhusu. Watajua na bodi ya ligi. Kwa hiyo tunatohitaji tarehe hiyo, tarehe 15 Simba Sports Club kupata pointi zake tatu. Waje wa mkabe mpanzu wachukue pointi tatu, ama wasije kumkaba Simba chukue pointi tatu, Simba awe bingwa wa kombe la, la NBC. Unasema penalti zimekuwa nyepesi sana cha KMC kuja kumalizia tu hicho and then sasa tunaenda kuchukua pointi zetu wapi? Morocco. Tukirudi a maia Islam tarehe kumi na tano kwa taarifa sasa, tarehe kumi na tano siku ya dabi tunaingia na kombe letu la shirikisho barani Afrika ndani ya Benjamin Mkapa. Yani hizo ni taarifa hizo, tarehe kumi na tano narudia tena, tarehe 15 Juni. Simba ataingia na kombe la shirikisho barani Afrika ndani ya Benjamin Mkapa. Sasa Yanga sasa Yanga sasa hapo. Awepo uwanjani asiwepo, kombe lazima tuwe nalo. Unajua, umeona nini mpaka unasema Simba anaingia na kombe? Sasa wewe ndugu tulikotoka ndo kugumu, walipobaki ndo rahisi. Wewe sasa hivi walipobaki ndo rahisi. Ndio watu wa moja. Tulikotoka ndo kugumu zaidi. Hao, nyie mkumbuke kwamba tulikotoka ndo kugumu. Tulikotoka ndo kugumu kuliko tunakoelekea. Kwa hiyo, Simba ubingwa atakayechukua kombe la shirikisho mwaka huu. Ndio unaotesa Yanga mpaka midai hii. Yanga anateseka na mengi. Yanga anateseka na mengi kaka, huyu jui tu vibaya sana si mbona nawavyoweseka wanaoweseka, mara tunacheza mara tuchezi, wameprinti jezi hawachezi, waprinti jezi kwamba watacheza wachezi. Sisi tutachukua pundi zetu tatu tarehe kumi na tano gani? kwani wewe unawaoneje? wanaweja vaangaika mpaka bungeni, wabunge nao wanawezeka, wanasema tucheze. Mtacheza tu na msipocheza, sheria lazima tupewe pointi tatu, na sisi tutaenda mpaka hata kasi mpaka tupate pointi zetu tatu. Ile kauli ya Kingi Msukuma umesikia mchungaji wa Simba? Ipi hiyo? Yule akisema Yanga Africans walikuwa sahihi. Yule si Yanga damu, Msukuma ni Yanga. Na kinachomuumiza pale ni Uyanga. Sisi sitamshangaa. Yule ni mwana Yanga, anaumia na Yanga kwa kupangwa tarehe ya dabi, ndio kinachomuumiza Msukuma. Kwa hiyo Msukuma kwa jumla, upende usipende, tarehe 15 utaacha pointi. Ama ucheze ama usije, Simba achukue pointi tatu. MVP, cheza wa magoli 15 bado. Ni mtoto ambaye amelelewa kwenye academy pale Cote d'Ivoire. Ukilelewa kwenye academy ndio mipira kama ile unavyoiona. Yupo kama hayupo. Mashabiki wanamtaka kama hawamtaki ila mwalimu anamuelewa zaidi kwamba sehemu ya kuhitaji magoli anakupa goli, sehemu ya kuhitaji nafasi anakupa nafasi. Huyu ndio Jean Charles Ahoua ambaye yeye kwa Simba Sports Club ya mwaka huu kwa Simba Sports Club ya mwaka huu imesababisha awe MVP wa mfano kutoka Côte d'Ivoire. Yeah. Salamu kwa Barikana. Barikana salamu naye tumwa wameota watu wanne, salamu naye National wamekuja hapa na watu 60 na ndege ya watu elfu sitini. Oh, nasikiliza huku naangalia kule. Nisikilize mimi. Nasema hivi, National amekuja hapa na watu. Watu stini. Na ndege, na vyakula, na magudulia ya pilau. Wamekuja na mbwa kunusa. Na kaja kafunga Benjamin Mkapa. Hata kule mtoto mdogo yule. Siku na tunatoa sare au tunashinda goli moja na sisi tunataka kumaliza kazi. Ya. Musa Pimbinga mara. Kama kawaida yake. Inchi ya 100. Kama kawaida yake. Ukishashinda kwanza goli tano kwenda juu, lazima moja lipatikane. Tano kwenda?